Mathayo 6 mstari wa 16 hadi 18. Na Yesu aliwaamuru wafuasi wake wafunge. Alisema, mnapofunga na si mkifunga. Hii inaonyesha kwamba kufunga si chaguo la hiari bali ni amri. Yesu anatarajia kufunga iwe sehemu ya kawaida ya maisha yetu ya kiroho na uhusiano wetu na Mungu. Lakini ni nini kuhusu kufunga kinachomvutia Mungu na ni mambo gani tunayopaswa kuepuka tunapofunga ili kuhakikisha kwamba kufunga kwetu kinampendeza Mungu? Hebu tutafakari. Katika video ya awali tulitizama kuwa kufunga ina manufaa kadhaa kwa Mkristo. Kwanza, kufunga huiweka nafsi yako katika unyenyekevu. Katika Zaburi 35 mstari wa 13, Daudi alisema walipokuwa wagonjwa nilivaa gunia nikajinyenyekeza kwa kufunga. Katika Zaburi 69 mstari wa kumi anasema, nilijinyenyekeza kwa kufunga. Tunapokataa kwa hiari chakula na faraja nyingine kwa muda fulani, inatukumbusha kwamba tunamhitaji Mungu zaidi ya yote. Kufunga huuweka mwili katika nafasi inayofaa kiroho na kutukumbusha kuwa tunategemea kikamilifu riziki na utunzaji wa Mungu. Pili, kufunga huimarisha maombi. Katika Danieli 9 mstari wa tatu, Danieli alimtafuta Bwana kwa maombi na dua pamoja na kufunga. Jambo la tatu ni kwamba kufunga hufungua vifungo na ngome. Isaya 58 na inasema kwamba kufunga kunaweza kufungua minyororo ya udhalimu na kulegeza nira ili kumaliza dhuluma na mateso. Katika Marko 9 mstari wa 29 Yesu alisema aina hii haitoki ila kwa maombi na kufunga. Hii ni kwa sababu kufunga huongeza nguvu ya kumtafuta Mungu na kusaidia kuzingatia mamlaka yetu katika Kristo dhidi ya ngome za kishetani zinazokataa kunyenyekea kirahisi. Mvuto huu wa ziada wa kiroho unaweza kuhamisha milima ya kiroho. Sasa tutizame mambo mkristo anapaswa kuyaepuka anapofunga. Jambo la kwanza kufunga ili kuwavutia watu wengine. Kufunga ni jambo la binafsi kati yako na Mungu. Hakuna haja ya kujisifu au kujionyesha kwa wengine. Katika mahubiri ya Mlimani, Yesu alizungumzia nia ya mtu anapotoa, kuomba na kufunga. Kuhusu kufunga, alionya dhidi ya kuonekana wenye huzuni au kubadilisha sura ili kuonekana mnafunga ili tu kuwavutia watu Mungu huwatuza wale wanaofunga kwa siri, kati yetu na yeye. Kuna watu wanaojaribu kuonekana kuwa wa kiroho sana. Wanafunga si kwa sababu wanataka kujenga uhusiano na Mungu, bali kwa sababu wanataka kuwafurahisha watu wengine. Usijaribu kuonekana mtakatifu mbele za watu. Ni Mungu anayeona na anayelipa mafungo yako, si mwanadamu. Ukifunga tu ili kuonyesha au kuwavutia wengine kufunga huko hakutakuwa na maana na hakutatambuliwa na Mungu. Jambo la pili, lishe inayokwepa kufunga halisi. Wakati mwingine mtu anaweza kujaribu kukwepa usumbufu wa kufunga kwa kufuata mpango mbadala wa ulaji, akidai unatoa matokeo sawa. Ninachomaanisha hapa ni kwamba mtu anaweza kusema anafunga, lakini badala ya kujinyima chakula kama inavyotakiwa anachagua chakula mbadala cha kukula. Tatizo ni kwamba kufunga si kuepuka tu aina fulani za chakula. Kufunga ni kuiweka miili yetu kunyenyekea na kuvunjika mbele za Mungu, si kuijaza kwa viala vingine, huku tukiepuka chache kwa muda. Kwa mfano, unapofunga na unaamua kuepuka wali lakini unajaza tumbo na keki, hiyo si kufunga, ni kuchagua chakula kingine tu. Ni kweli kwamba kwa sababu za kiafya, baadhi ya watu hawawezi kufunga kikamilifu au kwa muda mrefu bila kula. Mungu anatoa nafasi kwa mtu wa aina hii, lakini mtu aliye na afya njema na uwezo wa kufunga, lakini badala ya kufunga anajaza tumbo kwa vyakula vingine, huyo hatimizi kufunga. Jambo la tatu Kufanya kufunga kuwa mgomo wa kula ili kumlazimisha Mungu atende jambo. Moja la kuepuka kama Mkristo ni kumpa Mungu shinikizo. Huwezi kumlazimisha afanye kitu ambacho haliambatani na mapenzi yake na kwa wakati halisi. Haijalishi ukifunga kwa siku, miezi au miaka, ikiwa jambo hilo liko nje ya mapenzi ya Mungu hatalifanya kwa sababu ya kufunga kwako. Katika Samueli wa Pili sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na sita hadi ishirini na tatu Biblia inasema kwamba Daudi alimwomba Mungu kwa ajili ya mtoto wake. Alifunga akalala sakafuni, lakini Mungu hakubadilisha uamuzi wake. Baadaye Daudi alitambua mtoto amekufa, akaondoka kaabudu, kisha akala. Angalia kwamba hata baada ya kufunga Mungu hakubadilisha nia yake. Ukifunga ili umweke Mungu kwenye kona, unamchukulia kana kwamba hataki kukubariki isipokuwa umlazimishe kwa kufuata kanuni maalum. Kufunga ili kumgeuza Mungu kutaleta kukata tamaa. Funga kwa unyenyekevu, sikushurutisha. Kufanya maamuzi makubwa wakati umefunga. Wakati wa kufunga kwa muda mrefu, baada ya siku nyingi bila chakula unaweza kuhisi kana kwamba una mwanga wa kiroho au unamsikia Mungu kuhusu maamuzi fulani, ilhali kwa kweli unakuwa na njaa, umekasirika, au umechoka. Katika Mathayo nne, Shetani alimjaribu Yesu kufanya maamuzi muhimu akiwa dhaifu kwa kufunga, Yesu alikataa. Vivyo hivyo tunapaswa kuwa waangalifu kudai tumesikia sauti ya Mungu kuhusu maamuzi makubwa wakati akili ni dhaifu kutokana na kufunga. Mtafute Mungu kwa unyenyekevu, lakini subiri kufanya maamuzi hadi akili itakapokuwa imara. Kukasirika na kuwa wenye mabishano wakati wa kufunga, hasa kwa muda mrefu, watu wengine huanza kuwa wakali au wabishi kuna usemi kwamba mtu mwenye njaa huwa na hasira. Hii wakati mwingine ni kweli, lakini ukifunga omba neema ya kutokasirika kirahisi. Ukikasirika mara kwa mara wakati wa kufunga, shida iko ndani yako. Njaa haiumbi hasira, inaibua tu hasira iliyokuwepo ndani ya mtu. Watu wengine wanapofunga hufanya maamuzi mabaya kama kuacha kazi kwa hasira njaa inaweza kukuletea msongo lakini haipaswi kukutoa katika tabia ya Kikristo. Isaya 58 inaonya kwamba kufunga ya kweli kunahusisha kuishi kwa haki, si kugombana. Kwa hivyo kuwa mwangalifu na tabia yako wakati wa kufunga. Kufikiria tu kuhusu lini utaweza kula. Katika kufunga fupi, unaweza kukuta unatazama saa kila wakati na kufikiria tu kuhusu chakula. Hii hupoteza kusudi la kufunga. Kufunga ni kujinyekevya na kujielekeza upya kwa Mungu, si chakula. Ukipatwa na mawazo kuhusu kula, yachukue mateka kwa Kristo na urudi kwa ukweli wa Mungu. Saba, kutumia kufunga kama tiba ya haraka kwa dhambi. Wakati mwingine tunatumaini kufunga kitatatua haraka dhambi katika maisha yetu badala ya kuachilia ngome na kutafuta mabadiliko ya kudumu. Kufunga kinapaswa kuwa mwanzo wa mabadiliko ya kudumu, si ibada ya haraka ya kutakasa wakati hujashughulika na dhambi inayoendelea. Lakini mtu anaweza kufunga kama toba kwa ajili ya dhambi halafu achukue mabadiliko kwa maisha yake ili kuepuka dhambi. Kufunga bila kujali afya yako. Ingawa kufunga kunahusisha kujitoa, bado unapaswa kujali afya yako na kupumzika vizuri. Walio na matatizo ya kiafya wanapaswa kushauriana na daktari. Hata walio na afya wanapaswa kujali miili yao ili wasidhurike. Kwa mfano, mwili unaweza kutoa sumu wakati wa kufunga. Hivyo ni muhimu kuoga na kudumisha usafi. Watu wengine wanaweza kupata harufu ya mwili bila kujua. Usisahau usafi kwa sababu tu ya kufunga. Ukiona dalili hatari, acha kufunga na utafute mwelekezo wa Roho Mtakatifu. Kutaka kuwa wa kiroho kupita kiasi, kutesa mwili wako kwa muda mrefu bila kula au kupumzika kunaweza kuleta madhara. tisa. Kufunga kwa njia zisizo za kibiblia. Isaya hamsini na nane inaonya dhidi ya kufunga ambako Mungu hakukiita. Kwa hivyo epuka kupita kiasi kama kujiumiza, kujitandika vibaya au kufanya taratibu zisizo za kikristo, kujitenga kupita kiasi au mikao ya kiibada ya dini nyingine. Shikilia kufunga rahisi ya kibiblia yenye maombi na nidhamu ya kiroho, si kanuni za mwanadamu. Kuvunja fungo vibaya. Baada ya kufunga kwa muda mrefu unaweza kushawishika kula mlo kupita kiasi mara moja. Hii inaweza kudhuru mwili. Anza na vyakula nyepesi kama supu, matunda, mboga, uji mwepesi, au kunywa maji. Epuka vyakula vizito vya mafuta au sukari nyingi hadi mwili uweze kupokea kwa utaratibu. Watu wengine huandaa milo mikubwa kwa ajili ya kuvunja mfungo. Hii inaweza kuwa hatari. Vunja mfungo kwa utaratibu na kwa uvumilivu. Kusudi la Mungu la kufunga ni kujinyenyekeza, kuimarisha maombi na kuelekeza moyo wetu kwake. Ingawa kufunga ni njia yenye nguvu ya kumkaribia Mungu, lazima tuilenge kwa uangalifu na kwa njia ya kibiblia ili kumheshimu Mungu na kuepuka mitego inayoweza kupunguza thamani yake. Kufunga lazima iwe wa mtazamo wa kumkaribia Mungu zaidi. Asante sana kwa kushiriki na sisi. Kwa kutizama video hii na kushiriki na wenzako, unatuwezesha kueneza Injili. Tafadhali jiandikishe kama mteja wa chaneli hili ili upate mafundisho ya kina ya Biblia yanayokusaidia kukua katika maisha ya Ukristo. Mungu akubariki.